Tutasimama pamoja kuhakikisha tunapata tija ambayo inahitajika ambayo ina, tunaweza tukapata kutoka kwenye hizi tani 93 ambazo zitatuletelezea kwa mkoa wako kwenda kuzalisha uh, tani elfu 20 metric tons za alizeti. Hii itakuwa ni faida kubwa sana ashirikiana kwa pamoja kama ambavyo tumesikia wasilishi kutoka kwa ndugu uh, pamoja, jinsi ambavyo serikali inafanya mbinu mbili mbalimbali kuhakikisha tunazalisha kwa tija, na sisi tutaenda kuhakikisha basi tunaenda kupata tija inayotakiwa na mkoa wako uzalishe uh, tani elfu ishirini za alizeti, na hapo watakuwa ni mkoa wa pili Tanzania katika uzalishaji ali wa alizeti. Mzalisha kutu, lakini mzalishaji hauishii hapo tu, lakini vile vile tukaona kwamba ni muhimu tuangalie kuwa na mwendelezo uliohimilivu yani sustainability ya huu mradi sustainability ngumu mradi ni kuweza kuhakikisha wenyewe unakuwa una jia tunapata una, una, una yani una pat, una jinsi ambavyo mbegu zitaendelea kupatikana, tunapata jinsi ambavyo pembejeo mbalimbali zitaendelea kupatikana, na sisi upande wa serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba tunaleta maafisa wa ugani wetu wanaweza kutoa mafunzo yanayohitajika ili hii tija iweze kupatikana, lakini kwa mwendelezo ulio sahihi. Basi leo tumekuja kwako tukaona tuna umuhimu wa kuunganisha masoko. Kwa niaba ya viongozi watendaji, wananchi na hususan wakulima wa mkoa wa Geita, nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluh Hasani kwa kutekeleza ahadi aliyoitoa kwa wakulima wakati amekuja kuomba kura katika mkoa wetu wa Geita tarehe kumi na 13 10, mbili na kumi na tatu ya mwezi wa kumi mwaka 2025. Kwa hiyo tunamshukuru sana tumepokea sana, sana. Mbegu mbegu ya alizeti itakayokwenda kuwahudumia wakulima wa, wa mkoa huu na tani zilizoletwa ni zaidi ya tani 94 na kwa kweli tunatarajia tuvune alizeti inayoweza kutosheleza tani elfu ishirini. Kwa hiyo tumepokea tani 94, lakini mashamba yatakayokwenda kulimwa yatatuwezesha kuzalisha tani elfu ishirini na kwa mantiki hiyo, kwa bei ya haraka haraka katika tani elfu ishirini utakayozalisha ukiweka bei ya shilingi elfu moja kwa kilo moja, unazungumzia bilioni ishirini inakwenda kupatikana katika, katika mkoa wetu. Kwa haya ni mafanikio makubwa na tunashukuru sana sana sana kwa kazi nzuri ambayo umeifanya me, ya kutuletea hizi mbegu, na mimi nataka niwaahidi kwa niaba ya wakulima, na bahati nzuri wa wakulima wetu ni wema, ni wachapakazi, wanajituma, wanashauku ya kuipokea mbegu hii, itakwenda shambani ili uweze kuleta tija kwa wakulima wetu.